Bali ndugu zangu katika imani, na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu, mbele yenu mnauona hapo, huu ni mti kikwetu, si tunaita msandalala. Kikwenu sijui mtakuwa mnauhitaje. Kama unavyouona, tunafahamu vizuri sana wengi, tunauona huu, ndo unaitwa msandalala mti huu unasaidia katika mambo mengi sana lakini utauona kama ni wa kawaida mti huu. Naomba nizungumzie jambo moja, ambalo ni wale watu ambao hawapati usingizi, au ukilala unaweweseka usiku kucha, unapata maluelue, ama ni mtoto anashinda analia usiku kucha, anaangaika upande wa usiku. Mti huu sokea, katika mti huu uombe kama wadudu wakali wanaokaa katika mti huu huwa wanalala, basi naomba na mimi nichimbe mizizi katika mti huu, nikasaidie mwanangu fulani bini fulani kulala, au mimi mwenyewe fulani bini fulani niweze kulala. Utachukua mizizi michache katika mti huu, kisha utailoweka katika maji jioni Wakati unaingia kulala, ukifanya zoezi hilo kwa muda wa siku tatu, inshallah kwa uwezo wa mwenyezi Mungu utakuwa ukilala bila kuweweseka, iwe mtoto iwe mtu mkubwa, kwa uwezo wa mwenyezi Mungu aliyojalia umti huu. Kama unavyoona naitwa Msandalala kikwetu kikwenu, sijui chifu. Hamisi, Hatad TV asante.